Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo sura ile ya nne aya ya kumi na mbili tunaandikiwa maneno haya: mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Mara nyingi sana malalamiko makubwa ya vijana ni kwamba hawathaminiwi, wanadharauliwa. Na ni kweli, sio rahisi uh, kuthaminiwa na kuheshimiwa kwa sababu uh, wale ambao wameshika hatamu za uongozi sasa ni watu wazima, ni wazee tayari, wana uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo wanapotutazama vijana, wanaweza kuona ya kwamba hatuna uzoefu wowote, uh, hatuna ujuzi wa kutosha, ndio tunajifunza mambo. Kwa hiyo hawezi kukubeba katika uzito mkubwa. Lakini Paulo anapozungumza na Timotheo anamuasa jambo moja muhimu, mtu yoyote asiudharau ujana wako. Asemi bali ushindane naye, umjibu kuonyesha kwamba wewe hutaki kudharauliwa. Aa, anasema bali uwe kielelezo kwao waaminio. Yani, ili heshima ije lazima wewe kijana uwe mfano bora, uendelee kuonyesha uthabiti katika kile ambacho unakifanya kusiwe na kutetereka, tukuone ukisimama vizuri. Hapa ndipo heshima inakuwa dhahiri, kwa sababu watu watakuona ukifanikiwa hatua kwa hatua. Hata yule ambaye alikuwa anakudharau kudharau ataanza kuheshimu, kwa sababu anaona una consistence, una uthabiti katika kile ambacho unakifanya. Mara nyingi sana tukidharauliwa tunaacha kufanya kile tulichokuwa tunafanya. Hili ni kosa kubwa sana. Kimsingi ulitakiwa kuonyesha mfano bora katika lile ambalo unalifanya, na hapa ndipo heshima inajengeka. Nilitarajia sana Paulo amwambie Timotheo ya kwamba mtu awaye yote asiudharau ujana wako, alafu amwambie wa shindana kuonyesha heshima, lakini anamwambia bali uwe kielelezo kwao waaminio, alafu anasema wa katika usemi mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Haya ndiyo mambo ya kushika na ndiyo yanayoturudishia heshima ambayo imepotea. Mahali popote utakapodharauliwa, wewe endelea kutenda lile jema unalolitenda. Utaona wale wanaokudharau wanageuka, wanaanza kukuheshimu. Usivunjike moyo wala kukata tamaa usizimie moyo wako, kusema hayatawezekana tena. Kwa kweli, heshima inarudi kwa vile unavyokuwa thabiti katika kile unachokitenda. Ni kweli, leo unaweza kudharauliwa, lakini uh, kadiri unavyolitenda vizuri lile ambalo unalitenda ndivyo ambavyo heshima yako inarudi. Aliye kudharau utaona tu ameanza kubadilika, anakusalimia kwa heshima anakupa nafasi yako ambayo unastahili, kwa sababu tayari umeanza kuonyesha wewe kuwa ni mfano bora. Umeshika usemi safi, mwenendo safi, upendo, imani, umejaa usafi ndani yako. Na hivi ndivyo ambavyo tunatunza heshima ya waaminio, ndivyo ambavyo tunatunza heshima ya ujana tulio nao. Lazima uwe na uthabiti katika mambo mema ambayo unayatenda. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakutukuza na kushukuru asante kwa neema yako na fadhili zako. Asante kwa kuwa wewe ni mkuu na mweza wa mambo yote. Asante kwa kuwa Bwana unatosha. Neema yako imfunike mtumishi wako huyo, ukampe uthabiti ndani yake, mfanye kuwa kielelezo kwao waaminio. Umjalie ee Bwana akawe na mwenendo safi, akawe na usemi safi, ukamfunge kwa imani iliyothabiti Mwezeshe ewe Bwana kutembea katika hali ya usafi, neema ya kwako iwe pamoja naye, fadhili zako ziwe juu yake, na mtu yeyote asiudharau ujana wake, bali akaione thamani ulioiwekeza ndani yake, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, amen. Mungu akubariki sana. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki.